Kwa upande mwingine ujenzi wa kiwanda hiki ni kielelezo cha jitihada zinazofanywa na serikali yetu katika kukuza kilimo na kuvutia uwekezaji. Katika kipindi cha miaka minne iliyopita, serikali imefanya mabadiliko ya sera, sheria na kupunguza kodi na kuzidi kuweka vivutio mbalimbali mbali, kuvutia uwekezaji. Matokeo yake tumefanikiwa kuvutia wawekezaji wengi na kuongeza manufaa kwa wananchi wetu. Kama mlivyosikia kiwanda hiki kwa sasa kimeajiri watu 1800 na baadaye wanatarajia kuongeza hadi kufikia wafanyakazi 3000. Haya ni maendeleo makubwa sana. Maamuzi mliyoyafanya ya kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mbolea hadi kufikia tani milioni tatu kwa mwaka ndani ya miaka michache ijayo yatatuletea tija Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Mimi ni waahidi ushirikiano wa serikali nzima katika kuhakikisha kuwa mnafanikiwa kufikia malengo ya kiwanda hiki. Vilevile ni watake mwendelee kushirikiana na taasisi za utafiti au utafiti wa kilimo, lakini vilevile mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa kutoa elimu ya kina juu ya matumizi na viwango sahihi vya mbolea hii ya fomi katika kuzalisha mazao mbalimbali. Inawezekana mbolea ikafika kule, lakini watu wakawa hawana uh, maelekezo ya matumizi sahihi kwayo. Niwaombe sana hilo nalo lifanyike, kutoa maelekezo sahihi kwa wakulima wetu juu ya matumizi ya mbolea hii. Kwa kufanya hivyo, kiwanda cha Intracom kitachangia sana katika kuimarisha usalama wa chakula kupunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Na hapa nizungumze na wakuu wa mikoa kwamba kama mlivyosikia kwamba kilimo ni sekta muhimu sana, na waziri wa mipango na uwekezaji amethibitisha hilo kwamba kipaumbele cha kwanza cha mipango yetu ni sekta ya kilimo. Niwaombe sana, kasimamieni kilimo, kasimamieni huko, tuliko tumeleta mambo mengi kama nilivyoeleza hapa au kama nilivyoeleza jana. Sasa ninaomba kasimamieni kilimo kiwe ndiyo priority kwetu sote. Nawaomba sana, asanteni sana. Ukimwacha baba wa taifa, serikali hii ya awamu ya sita ndiyo imetekeleza kwa kina maana halisi na falsafa ya kupeleka maendeleo vijijini. Bahati nzuri bado wapo wazee hai mimi nimeenda wizara ya kilimo, nimekuta maandiko ya mzee Wasira mengi tu. Kila alichokuwa akiandika alikuwa anaishia kwenye dokezo lake, hamna kilichotekelezwa. Kwa hiyo mimi sikuanzia mbali, nilikuwa navuta makaratasi ya kina mzee Wasira, nasema hili la ruzuku ni muhimu kwa maisha ya wakulima. Jambo la kwanza, tutahakikisha kwamba viwanda kama tumefika mahitaji ya nchi yetu, hatutoruhusu ku, kuingiza bidhaa zitaharibu viwanda vya ndani. Mheshimiwa Rais, nilisema juzi hapa leo hii rais, wewe, ndani ya muda mfupi ni outstanding performance. Leo hii kwa mara ya kwanza nchi ya Tanzania hatuagizi nondo. Kwa mara ya kwanza nchi ya Tanzania tumezalisha simenti tani ya milioni kumi mahitaji yetu tani milioni saba Kwa mara ya kwanza tuna, tulikuwa tunaagiza bati za msauzi, mahitaji yetu ni tani laki moja na elfu thelathini leo hii tumefikisha tani laki mbili na elfu sitini Nani kama Masamia? Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki kina faida nyingi naweza nikataja nikachoka, lakini nizungumzie kidogo tu. Kuna ajira ambazo zimeshatengenezwa hapa Mheshimiwa Rais, zaidi ya ajira 1800 za moja kwa moja zimeshatengenezwa katika kiwanda hiki. Hili ni jambo la kujivunia, Mheshimiwa Rais. Tayari kuna ajira zisizo moja kwa moja ambazo ni zaidi ya elfu tatu Mheshimiwa Rais, lengo la mwekezaji ni kufikia ajira za moja kwa moja elfu tatu lakini na zile ambazo sio za moja kwa moja mpaka kati ya elfu kumi na kumi na tano.